Assalamu alaykum, karibuni tujifunze jinsi ya kupiga kaimati ama jinsi ya kuchanganya kaimati na namna ya kukata na vile utakavyo zichoma kaimati yako. Kama uja subscribe kwenye channel yangu, please make sure una subscribe na pia unaipatia video hii ni thumbs up inshallah. Kwenye dishi nimetia unga wa ngano, huni ni unga wa ngano 500 grams. Nitafungua funguo hapo katikati, yani kama vile kutengeneza kishimo. Alafu kwenye hicho kishimo nitatia pinch of salt, ama tuseme 5 grams of salt ni 5 grams of salt ama teaspoon ya salt. Kisha tutaweka 2 tablespoons of sugar na hamira 5 grams Alafu tutatilia maji kidogo, kisha tutachanganya changanya hayo maji pamoja na sukari na hamira, tuvuruge vuruge hapo katikati mpaka tu sure kuwa sukari yako, yani ha hautoisikia vile vimichanga michanga, na pia hii hamira yako itakuwa haiko kwenye viboliboli. Maana yake ukitia maji hamira inafanya kama kuclump, inashikana, inakuwa kama viboliboli. Utavivuruga vyote na na so, pamoja na sukari, yani make na sure yani, kuwa iko smooth yani, imebaki safi na hamna viboli viboli. Unaweza uka, ukifika hapa, unaweza ukawacha mpaka uone hamira yumuke, ndio uweze kuchanganya ama unaweza ukachanganya tu moja kwa moja kwa. So, baada ya kuosha vuruga sukari pamoja na hamira, unaweza ukatumia mtindi ama maziwa ya mala ama pia unaweza ukatumia coconut cream ama coconut milk. Kwa leo mimi nimetumia mtindi. So katika unga wa 500 grams Nika pasulia na yai moja, nilikuwa nitakuelezea size. So katika unga wa 500 grams uta make sure liquid yako ama vioevu vako, tuseme maziwa kama utatumia maziwa, utatumia maji, chochote kile utakachotumia nacho pia kiwe 500 eh, ml, yani ni sawa kwa sawa. 500 grams ya unga tuseme hiyo ni nusu kilo ya unga pamoja na nusu lita ya maji. Hivyo yani. 500 ml of water na 500 grams of flour. So utaendelea hivyo hivyo, utatia kidogo kidogo kiowevu chako ama liquid yako, utatia kidogo kidogo, huku ukichanganya na huku ukipiga. Basi utaupiga mpaka u, uone ule unga yani, wewe unavutana. Ukiwa unavutana, unajua unga wako umepigika sawa sawa ama umepigika vizuri. So hapa mimi naendelea kuchapa unga wangu na natoa huku kando kando iweze kuchanganya na wakati kati yani iweze kuchanganyika na wote sawa sawa. Alafu hii ndio consistency ya unga wako. Ukipima sawa sawa, consistency ya unga wako itakuwa kama hivi. Yani ukikata hivi, unga unakatika kama vile nilivyoonyesha. Nimefinya na unga unafinyika vizuri, yani hauko maji maji sana na wala sio mzito sana. Saizi hii inakupatia wepesi wa kukata kwa kutumia kijiko, hata pia kwa kutumia mkono. Ukifanya kwa saizi hii inakuwa sawa sawa. Wewe kukata na Kaimati zako, zitatokea circle vizuri ama round vizuri. Kisha baada ya kupiga unga utafinika bakuli lako. Mimi nimetumia cling film lakini unaweza kutumia chochote, unaweza kufunika na sinia, unaweza kufunika na karatasi. Anything ambayo ita create mvuke ama ita create joto kwenye unga wako ili unga wako uweze kuumuka. So yangu nimeufunika vizuri hapo kwa cling film, nitaweka pembeni ni uache mpaka uumuke. Ujae kabisa ni ujae mara mbili ya hivi huu ulivyokuwa. Kwa hivyo inategemea wewe mwenyewe uko wapi na joto la nyumbani mwako liko kiasi gani. So unaona vile wangu umeumuka ume double up. Alafu utachukua kijiko, utachochea kijiko kwenye mafuta na mikono yako pia nayo utaipakia mafuta kama hivi mimi ninavyofanya ili iwe rahisi wewe kushika unga na iwe rahisi wewe kukatia. Na ukiweka kijiko kwenye mafuta inakuwa rahisi wewe kukata unga unga wako kwa sababu unga takuwa haushikishiki kwenye kijiko. Lakini kama utakuwa unashika kwenye kijiko tumia several spoons, yani kuona kama hapa kwangu mimi nimeweka vijiko vitatu kwenye mafuta. Ili kimoja kikishika natumia kijiko chengine. Chengine kikishika hivyo hivyo yani. Alafu, na vipangusa na regesha tena kwenye mafuta, naendelea kukata. So wakati wa kukata utakuwa unaufinya unga wako, na uchuna utokeze kwa hapo juu kama kiboli. Ukitokeza tu kiboli, utakuwa unakikata ukikitia kwenye mafuta unakata, ukikitia kwenye mafuta. Uta make sure moto wako uko medium heat, kwa sababu moto ukiwa mkali sana vingine vitakuwa vinaiva na vingine vitakuwa bado havijaiva. So moto wako kuwe medium heat. Ukivikatia katia vikaimati vako kwenye mafuta, kisha utavichoma na make sure vote viko the same color, uweke kando. Mimi kwa leo nilifanya sukari ya nje. So, nimetia maji kidogo kwenye kisufuria, nikatia na sukari, nitatia na iliki kidogo, alafu ikishachemka, ikianza kama kunatana kwenye mkono, nitatia vikaimati vangu hapo, nipepete. Ama ni vikukute kukute na kukutia hapo hapo vikiwa motoni, unaona hiyo chenga ni iliki. So nita vikukutia hapo hapo. Na hizi ndio kaimati zangu mashallah, karibuni.